Nyamagana oye! Em, tupunge tena, tupige vigeregere na shangwe na furaha kwa kumpokea mheshimiwa rais, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mama yetu kipenzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi wote walioambatana nao meza kuu Mheshimiwa Rais kwa muda nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru sana wewe. Nikushukuru Mheshimiwa Mheshimiwa Rais kwa sababu leo umekuja Jimbo la Nyamagana na mkoa wa Mwanza mahususi kwa kutufanyia kazi moja kubwa na ya kihistoria ya kuzindua mradi wa chanzo cha maji. Mheshimiwa Rais ilikuwa sio rahisi kuamini au kutegemea miaka arobaini iliyopita watu wa Mwanza wamekuwa wakihangaika na chanzo kimoja peke yake cha maji kisichowatosheleza. Na leo unaweka historia mioyoni mwao Mheshimiwa Rais, lakini unaweka alama ambayo haitafutika kwa kizazi cha kwetu na kizazi kinachokuja. Mheshimiwa Rais, hii ni rekodi kubwa, tunakushukuru sana wananyamagana. Mheshimiwa Rais, sipendi kurudia maelezo ya maji ambayo yameshatolewa, ni mengi sana. Lakini nitumie nafasi hii kumpongeza sana mteule wako Mheshimiwa Aweso, yeye pamoja na timu yake nzima ya wizara, bila kusahau bodi ya maji ya Mauasa na watendaji wote wa Mauasa. Mheshimiwa waziri, kazi ambayo Mheshimiwa Rais ilikuwa inapatikana hapa Mwanza, ilikuwa ni kazi kweli kweli wananchi kupata maji lakini leo mwanga wameanza kuuona na maji yanayozalishwa hapa mheshimiwa ulioyazindua leo, tayari kwenye kata takribani tisa wameanza kunufaika nayo, na tunakushukuru kwa mradi mkubwa wa usambazaji ambao utakwenda kuondoa kabisa tatizo la maji. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo umekuja na wewe ndio mwenye mji na wewe ndio unayetupa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ni kushukuru kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nyamagana kwa miradi mikubwa ya kihistoria ambayo umewatendea Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Rais ulipoingia madarakani ulisisitiza juu ya uboreshaji wa sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, nataka nikupe taarifa, kwa miaka yako minne umeweka historia Nyamagana kwa kujenga madarasa ya msingi na sekondari 926, jambo ambalo halijawahi kutokea. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa hiyo tu tumejenga shule mpya 13 za sekondari na msingi, lakini Mheshimiwa Rais, kwa mara ya kwanza kila shule ilipojengwa, majengo ya utawala kwa ajili ya walimu na watendaji wa shule yamejengwa. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana kwa historia hii kubwa. Mabweni zaidi ya saba kwenye shule zetu za msingi na sekondari yamejengwa kwenye sekta ya elimu peke yake. Mheshimiwa Rais kwa miaka yako minne umetuzawadia shilingi bilioni ishirini na tatu za Kitanzania ndizo zilizozaa matokeo haya, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais lakini Mheshimiwa Rais, kwenye sekta ya afya, kama unavyofahamu kauli yako mbiu ya kuhakikisha unaondoa kabisa